Nzuri mtoto wako ai, mtoto wako nitaira na wewe tena mimi

Hapana, kuna kitu naona, sielewi, sielewi, kuna kitu sielewi kusema, kuna kitu sielewi mimi, kuna kitu sielewi mimi na muniambie, kuna kitu sielewi mimi. Uh, watu wangu pale airport mambo haijakuwa sawa mwisho. Nadhani eh, mumeona mambo haijakuwa sawa kabisa. Tukaona eh, wacha tutafute nafasi ili tuweze kuongea kuhusu ishu inaendelea hapa eh, tumekuwa pale na tukakamatwa kidogo, lakini tumeweza kujitetea wakatuelewa na wakatuachilia. So tukaona wacha tufike hapa ili tuweze kuongea kidogo. Ee, Evelyn pia tukiongea naye kuwa ameguzia hizi vitu sana, though watu washaelewa kitu inaendelea, lakini hakuwa ameongea sana tukajua nini na happen. Nataka tumpe nafasi pia aweze kutujulisha zaidi ee, Ana ya hapo, na pia tuambie mbona hakuweza kuambia sister yake wakati amekuwa huko nje anangoja afike ndiye amwambie. Ya, nadhani tuko sawa sasa. Evelyn, mambo imefanyika imefanyika e, na nilikuwa napenda sana uweze kutuelezea zaidi, tujue hii maneno liijua aje na mbona ukoambia sister yako wakati amekuwa ako, ako kule majuu ajarudi kangoja afike ndomwambie. Sababu vile nilienda kwa nyumba, nilienda nikapata, uh, mlango ya kuingia haijafungwa, mi nikaingia na kama venye nimezoea Milango iko amefungwa aje watu wakifanya shughuli zao. Sijui <laughs> ni kwa nini wako kwa wamefunga hmm. Mimi nilienda kama nimeingia na nikapumzika hapo table room nikaona hakuna mwenye anakuja. But nikasikia kuna Nikajiuliza aje na venye hiyo nyumba inaendelea nikajiuliza hmm. Tangu ajarudi ina kwenye hii inaweza ina kuikitoka. Kuikitoka hmm. nikaenda nikapata hata nimewaonyesha video id mm, sikuiona vizuri, sikuiona vizuri. Oh, wakati alikuwa nakuonyesha ndo wakati wale watu walifika. Niliona tu kidogo kama nilikuwa nikidanganyika yani. Mungu baba, baba mmoja, mm. mm. Yani mpaka anaibu na miaka yake kubwa mmoja tumelelewa na yeye. Mimi hata sielewi venye aji kuliendelea na ni, ni, sijui ni na, si, kama nilikuwa nimewekewa juju ama nilikuwa nimepumbazwa. Huyu ni mtoto anafaa kuniita baba ananiita baba, lakini sasa

Aaa, umefika tusikuwe na visirani mingi sana acha tututulie, ndio umefika leo. Tafadhali ongee na

Hata najaribu kumpigia simu, simpati, sijui amepotelea wapi. Niongea maneno mimi, hata sijui kama niliwekewa madawa ama namna gani, nikajikuta sijui kama mimi sikuwa najielewa. Unajua, mimi ni mkunywa pombe, na siku moja nakumbuka nilikuja kama nimekunywa pombe na sijui yako. Sasa kama, kama kuna kitu unafaa kumwambia imwambie basi hauna adabu kufukuzwa kwa hiyo nyumba, lakini mambo ulijua ukanyamaza. ni sasa ningekuambia ukiwa huko akishuali kazi ingefanyika, tunafaa tuongee, tusikizane aki ujiabiwa inge pesa ukose kusema, ungeniambia. Ni pesa niliona uko mbali. Una hurumiwa nini? sasa mi nikikuangalia hivi. miaka mingi nimeteseka na u mzee, miaka mingi nimeteseka nikitafuta pesa huko atisi wapate mahali pa kukaa wapate kitu ya kukula. na sasaybetukainawe usiniombe msamaha, usiniombe msamaha wewe. Naomba tu msamaha, sababu mimi sikujua vanya kuliendelea. Don't even hide the mtoto, the manners. Mtoto wako. Mtoto wako damu. Uelewe, uelewe, uelewe. What's that? Ulijipata. What is kujipata? Huyu <laughs> mtoto mwenye wamekua na yeye, hata si sista yako, lili mama yako alikua ameolewa baba ya mtoto, mama ya mtoto, then baba yake pia ndiyo. Sasa ndio unaona wakiwafanyia hivyo mwenyewe. Sasa nani nini? Okay, nikuulize ulikuwa unasema unadai huyu mtu pesa, ni pesa gani mlielewana? Aje kuhusu pesa, ama ni business gani mnafanya? Sasa mimi venye, venye, venye, venye walimaliza, wakanipata, nawachukua, walistuka hmm. sana juu ako wanatarajia mtu kama mimi. Sasa huyu Anti, kila kitu ilikuwa ikiendelea kwa hiyo nyumba, hata kunatu ushaisema ungeweza kufanya aliniambia hiyo maneno hmm. nisitoke nayo, jua hakuna hmm. mtu mwingine mwenye anajua hiyo story ni mimi peke yangu, na ni midio nimejua hmm. akaniambia ni nyama hmm. ni nyamaze but naona no, hata niheio aliniambia hivyo, hata kama hata kama nimekuja kusema leo hiyo maneno ilikuwa tu ijulikane, sasa niabia. Alikuambia unyamaze atakupea pesa ama, ndio mimi nimetaka kujua mambo ya pesa iliingilia wapi. Hiyo ndio aliniweka box nayo, akaniambia aje, atakupea pesa, atanipatia pesa so yeah. Auntie kaingia box juu ya do juu ya do, lakini pia kama ningetoka na hiyo maneno hiyo wakati, hata mama ako akiwa huko angeweza ku, kuendelea na kazi ilivyo akujua, juu angejua sasa, na ako mbali na hata ako hapi sister angu labda tutafuta bibi sista ah, yako na miguu kwa miguu sababu hata simu nikimpigia simpati. Nyamaza, kuna, kuna kitu ya maana unaniambia mimi wetu. Mimi hapana. Utafanya utaachana na huyu mzee na pia huyo mtoto sasa aende aolewe. Mimi naona hivyo. Siwezi mwacha hivyo, tafadhali mfanyia nini, hata atamfanyaje, mi siwezi mwacha. Sikudanganyi, lazima nimfanyie kitu Nakwambia siwezi mwacha, siwezi nifanye hivyo. Utafunga mtoto wake kwa nini? Utafunga mtoto wake? Hapana, kuna kitu kama hiyo, hakuna kitu kama hiyo. Mniachie mimi na yeye, mniachie mimi na yeye, mniachie mimi na yeye. Tuongelee nini na wewe? Tuongelee nini na wewe? Tuongelee nini na wewe? Sasa hiyo ni kitu ambaye sitaisahau maisha yangu yote. <laughs> mimi ndio siku anajua na hivyo ulifanya makosa, fadhali ukaniambia. Ndio vile nitafanya, unanizuia wewe? Hebu nikapatana na huyu, acha kunizuia. Hapana, hapana, hapana, hata mtu mfundishe, acha nifundishe uakili kana akili. Tafadhali usipigane na yeye, acha please, tulia Mbona wewe siku moja mimi nilikubali, lakini sasa makosa kama imeshaaaooo. Juu ya wakati hiyo hiyo venye niliwapata, ni siku nyingi sana, ni miaka kadhaa. Mimi huyu alikuwa hiyo hiyo, mtoto ni wake wewe huyo mtoto, kuna mahali ameguzia airport pale, akasema labda mumuulize, mtoto ni wako? ananiambiaga ni wangu mimi, sijui, labda mumuulize. Kama mimi nilikuja hapa nikiwa mlevi, mimi si kujua venye kuliendea si Nimekuja hapa nikiwa nazo. Ukaona ulani na mtoto wako? Ukaona ulani na mtoto wako wewe? Akutolea uchi yake. Huna adabu na huna aibu. Wewe mkubwa kama yeye. Hata una adabu. Yuko wapi huyo mtoto? Kwa nini yuko wapi? Hata sisi labda tumtafute. Yeye ndo mtafuta si mke wako. Shiboni huyo. Si huyo ndo first born wa wa mathe. Huyo huyo msichana. Yeah. Si unasikia huyo msichana si si huyu huyu huyu ni si amemzaa na pia huyu baba huyu mama alikuwa ameolewa, wangu wazazi wa huyo mtoto akakufa, mm. Sasa venye mamake alikufa akaolewa, aka, aka sisangu akaolewa huko mm. Kukaka kidogo pia baba akakufa. Sasa unaona sisangu ange angeacha huyo msichana na alikuwa mtoto. Aliolewa na watoto hapana, huyu wa ambo ni wa huyu, huyu wa ambo ni wa huyu. E, alafu sasa ule ndiye aliolewa na yeye e. Oh. na ule huyu akiolewa ule wazazi wake walikufa, wakamwachia huyu mzee sasa. Hii ni aibu gani unaletwa kwa familia hiyo? Ni aibu gani anapea watoto kama huyu? Ni mtoto wako, hata ni mdogo sana. Huyu mzee anafaa kujipea heshimaia bana. Mi meniingilia ama namna gani? Mimi naomba kitu, umefanywa kwa muda gani naye eh? Hata sielewi sababu, ilikuwa ni siku moja Siku moja wewe? Nimelewa chakari sikujua venye kuliendelea, sijui kama ni mchele niwekewa, sijui kama ni zile hata si So all this time Kanini was not my sister? Yaani, minapenda mi mtu kama sister yangu, definitely anakuja kuenda psi sister yangu. Mom, kwani ni naendelea hapa? si anti, izi ni story gani tena? Umepita shetani, uombe we umepita hata shetani. Hata kama ni mamako wewe na yeah. Si uko na mzazi wewe, Hebu jiweke hiyo kiatu. Hata unaniambia aje? Haina haja ufanye kitu tena, ukuje kwa police case ushikwe, unaona? Heri tuongee tu hapa venye tumepatana hivi, na ndio maana nimewaambia usichukue kitu yoyote tafadhali kitu ndo umefika leo, visirani zisikue mingi sana kulia <laughs> tu tafadhali sana nielewe tu, tunajua venye tunaongea na tunamaliza hivi, tafadhali please, please, please.

nikitoka ni kitukani jaitereka hukunamaanisha wewe ulikuwa unangoja tu pesa ndio ufiche hii maneno sio? Huyo alikuwa na deni yangu kubwa sana, kando na hiyo pesa yenye alikuwa ameniambililia. Sasa nilikuwa na pesa hiyo kuanzia hapo, haikuanzia hapo, mimi nikienda pia alikuwa na pesa yangu, nilikuwa ngani nimemkopesha 50 eh, Eh. 50k. Sasa vile hii maneno ilitokea eh, akaniambia eh usitoke na hii story juu mtohii ako shule mama ake ako mbali. Ukianza kuwapea hizi ma story utawapea stress mimi mi nikaonanani kama ni ukweli, nikamwambia bana hizi maneno ya kunyamazia. Akaniambia, si uko naja na do, kando na ile deni yako takuongezea nini, takuongezea pesa, usimwambie eh, na juu mimi najua wako na do na pia mimi nilikuwa na shughuli na pesa nikaona na sasa, kuliko kuliko na mimi nilikuwa nimetumia zote, nikawaambia msiendeleshe hii maneno iishe, na mimi pia imaneno kama mtanipatia, hiyo ndo mi sitatoka nao, mtaendelea tu familia yenu venye mnaendanga mnaendelea. Hapana, Mungu niache hapo, ni hata hiyo 50k yangu ajanipatia

Wewe kitu ya kwanza kwanza, mimi nitakulaumu wewe au kufanya kitu kizuri, na ungejua kitu ilifanyika, hata kando na mama yako ungejulisha basi mtoto wake akajua. Mtoto wake alikuwa shule na nilikuwa naogopa kumpea stress. Sasa ulikuwa ukiogopa, definitely kitu ungekuja tu kusema mwisho mwisho, si so? Ungesema tu kitambo, hii mambo tumalize kitambo. Unajua ilikuwa inaonyesha, ilikuwa inaonyesha, ilikuwa inaonyesha wewe ulikuwa tu pale juu ya pesa. Ni pesa. Sasa hiyo pesa ujapewa, hamuoni kama hii maneno ningeiongelelea kwa simu ni, nipigie huyu akiwa shule nimwambie hiyo maneno pia huyu nimpigie akiwa mbali, ebu imajini hivi venye wamekasirika ama venye wameshikwa na stress. Sasa anti, umeekea hiyo stori, ndo ujapatiwa hii stori, ungetuambia kitambo hii stori. Sijua ulikuwa na iko pesa, mzee kama huyo anaweza kupatia nini? Kwa hivyo wanafanya biashara kwa sababu yangu, huyu analala na watu ndio wanafanya biashara, sio ndio umepanga? Kama, kama kama, kama nilifanya makosa mimi sikutangulia kujua hivyo, mimi nilikuwa naona nafanya vile inastahili. So kama nilifanya makosa, sasa ungepewa hiyo pesa, ungesema ah, mimi kama ningepewa hiyo pesa singe singe haribu maneno, wangekaa tu. Unakosea sister yako, wewe unakosea sister yako, mtakosana naye eh. Ukisema hivyo unakosea sister. Sasa sasa saa hii juu, so kama ungepatiwa ungenyamazia tu hivyo, hiyo story ingena tu hivi chini chini. Of what use are you? Unaona kitu ni kitu mzuri nini mzee kulalama, kama baba yako alale na nini na mtoto wake, unaona ni kitu mzuri? Mimi si mimi, sioni ni kitu mzuri bibi yangu mm. ni, ni, nimeongea na wao nikawaambia hii maneno mnafanya inaweza leta laana na si maneno mzuri, muache. Sasa kitu tufanye kitu tufanye, madhe punguza tu asira tafadhali na, kinaomba, punguza tu asira. Acha tujue venye tutaongea. Nataka tutafute kanini tuongee naye. Tafute mtoto wako tuongee naye, kwa sababu tunataka tuambie saidi yake pia tuelewe vizuri. Mzee, umeaibisha sana, meaibisha sana familia yako. Hii kitu ingefanyika hivyo lakini ndugu yangu, miwake ni wengi bana, lazima mtoto wako wengi mpaka nakuinji. Lakini sasa mimi sikuja venya kuliendelea, nilikuja hapa nikiwa mlevi, mikja kuliendelea shame Wacha tutafute kanini, tuone venye anatuambia, pia saidi yake, tafadhali sindio? Eh, maadhe, tulia tu tafadhali.